Habari gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Aprili kumi na mbili, siku ya Jumamosi asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zaupa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kulengezea gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zapa kipaumbele, inaanza na habari inaoandikwa, ndoa za utotoni zinavyoharibu ndoto za mabinti. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema ndoa za utotoni zinavyo haribu e ndoto za mabinti. Lakini Chadema kwenye mtego mwingine, kanuni za maadili. Chadema kwenye mtego mwingine, kanuni za maadili. Lakini Dkt Mwinyi ataja mambo matatu, ziara ya Uingereza. Dkt Mwinyi ataja mambo matatu, ziara Uingereza. Lakini habari kubwa ni mashtaka ya uhaini. Huyo ni Tundu Lisu kutana na mashtaka ya uhaini. Lisu aingia kwenye rekodi lakini ndiye mwanasiasa wa kwanza wa upinzani nchini kushtakiwa tangu kuanza mfumo wa vyama vingi. Kesi yake ya tikisa aungana na Dr Besigie na Bobi Waini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lak la Mwananchi, inasema Lissu aingia kwenye rekodi eh, mashtaka ya uhaini. Lakini Chadema ya suka upya upya mkakati mkakati wa no reform, no election. Chadema ya suka upya mkakati wa no reform, no reform election. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele lakini kwa chana gazeti, gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo, kuna habari inayosema sakata la ajira holela wageni la tinga bungeni. Sakata ajira holela wageni la tinga bungeni. Lakini la mwinyi anika mafanikio ya ziara Uingereza. Mwinyi anika mafanikio ya ziara Uingereza. Lakini makala ataja mambo matano sisi kuelekea uchaguzi mkuu huyo ni Amos Makala ataja mambo matano kuelekea uchaguzi mkuu. Lakini kuna ripoti maalum joto la panda wa bunge CCM. Gazeti la Nipashi nasema joto la panda wa bunge CCM, watumia hotuba ya PM eh, kujinadi. Kipenga wabunge udiwani chapulizwa mpya mpya, uchaguzi mtego kwa Chadema. Ziara Rais Samia nchini Angola ilivyobadilisha mwelekeo wa ushirikiano eh, ya Rais Samia nchini Angola ilivyobadilisha mwelekeo wa ushirikiano. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la habari leo lenye Ijumamosi leo na habari za mwandishi atozwa faini ya bilioni mbili udhalilishaji mtandaoni. Mwandishi atozwa faini ya bilioni mbili udhalilishaji mtandaoni. Lakini kuna habari inayosema Samia, viongozi wa dini wajadili huduma maalum kwa watoto. Samia viongozi wa dini eh, wajadili huduma maalum kwa watoto yenye habari ukurasa wa pili. Lakini wakandarasi 457 walipwa Mchengerwa atoa wa maagizo mapya yenye habari ukurasa wa tano. Lakini kuna habari inasema wabunge uwezeshaji eh, kiuchumi ulete tija, wasema wabunge uwezeshaji kiuchumi ulete tija. Washauri waundwe mamlaka maalum kusimamia, lakini pia waliyena masharti magumu uchache wanaonufaika na bado kuna habari inayosema Biteko ataka amani ilindwe kwa gharama yoyote, ni habari ukurasa wa tatu. Huyo ni Biteko, ataka amani ilindwe kwa gharama yoyote. Lakini Dr Mwinyi, uchumi wa Zanzibar wakuwa kwa asilimia saba. Uchumi wa Zanzibar wakuwa kwa asilimia saba. Sokoine, mti ulioacha matunda mengi Tanzania. Huyo e, ni Sokoine ni mti ulioacha matunda mengi Tanzania, hiyo ni habari ukurasa wa saba. Lakini ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo, joto la uchaguzi laanza kupanda, CCM vyama vya siasa kusaini kanuni za maadili leo, wasiosaini kutoshiriki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini gazeti lako la Zanziba leo lenye ukurasa wa mbele asubuhi ya leo ni ziara ya Samia Angola yafungua ushirikiano wa kiuchumi. Ziara ya Samia Angola yafungua ushirikiano kiuchumi. Lakini asema Zanzibar ina fursa kukuza uchumi huyo ni Mwinyi arejea kutoka Uingereza, asema Zanzibar ina fursa kukuza kiuchumi. Lakini kamati, endeleeni kusambaza ujumbe wa amani. Huyo ni Hemedi, asema kamati endelee kusambaza ujumbe wa amani. Lakini China yaongeza ushuru mpya kwa bidhaa za Marekani. E, China yaongeza ushuru mpya kwa bidhaa za Marekani. Hii ni vita e, ya mataifa makubwa. Ni baada tu ya Donald Trump kutangaza ushuru kwa nchi nyingine za kigeni zinayeta bidhaa nchini marekani sasa china nayo yatoa kufuru kwa marekani na kwenye gazeti la uhuru kuna habari inayosema Edward sokoine alivyosisitiza si, uwajibikaji huyu ni Edward sokoine alivyosisitiza uwajibikaji biteko hakuna maendeleo bila amani na mshikamano lakini waziri mkuu afunguka fursa ya kiuchumi kijamii kikwete ampa miaka mitano tena rais samia lakini wabunge wanasiasa wanaoeneza chuki kwa wananchi wapunzwe na makamu rais, mgeni rasmi kongamano la kodi uwekezaji. Lakini Rais Mwinyi atoa mbinu kuz... kuzidi kukuza uchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Huku kuna habari inayosema Biteko, hakuna maendeleo bila amani na mshirikiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye asubuhi ya leo Jumamosi kuna habari inayosema kuanzisha uhusiano, kuunda mustakabali Tanzania na Angola. Lakini ACT Wazalendo waichambua hotuba ya waziri mkuu Kasim Majaliwa. ACT Wazalendo waichambua hotuba ya waziri mkuu Kasim Majaliwa, wasema serikali imeshindwa kuwajibika mbele ya wananchi, lakini hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu, ajira zikiwa adimu. lakini serikali kutoa huduma stahiki kwa wafungwa wajawazito, serikali kutoa huduma stahiki kwa wafungwa wajawazito. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. Lakini Rashid Ndego atoa shukrani kwa REA atoa shukrani kwa REA. Majaliwa. Majaliwa azungumzia uhakika wa sukari nchini. Huyo ni waziri mkuu Kasi Majaliwa azungumzia uhakika wa sukari nchini. Ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako la jamvi la habari lenye asubuhi ya leo limetufikia na habari kubwa inayosema ziara ya mabalozi nchini kuitangaza nchi kimataifa. Ziara ya mabalozi nchini kuitangaza nchi kimataifa, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini Dr Biteko, hakuna maendeleo bila amani. Huyo ni Dr Biteko asema hakuna maendeleo bila amani, ataka watanzania kujenga misingi e, ya utaifa na umoja ili kuweza taifa letu mshikamano, licha ya tofauti za kikabila, kidini na kijamii. Lakini asema taifa linanufaika na amani, umoja na upendo e, wa kindugu asistiza uwekezaji katika elimu inayozingatia sayansi na teknolojia pamoja na ubunifu. Lakini awasihi e, watanzania kuanzishi falsafa za mwalimu Nyerere, apinga mifumo ya kiuchumi inayozalisha matabaka na ukosefu wa haki, huku akihimiza ujamaa na kujitegemea. Huyo ni Dr Biteko, hakuna maendeleo bila amani. Lakini Dr Kikwete asema Dr Samia anatosha. Huyo ni Dr Kikwete asema Eh, Samia anatosha. ilo ni gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge na nyia asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema sisi mwaita wataka ubunge na udiwani. Eh, sisi mwaita wanaotaka ubunge na udiwani. Lakini INEC yaweka mtego vyama kushiriki uchaguzi. Lakini INEC yaweka mtego vyama kushiriki uchaguzi. Leo vyama vya siasa nchini kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu lakini kilima kailima aweka wazi chama ambacho hakitasaini maadili hayo hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo. Lakini TRA kuimarisha utoaji wa elimu kwa mlipa kodi, TRA kuimarisha elimu kwa mlipa kodi. Lakini mwanahabari Nyanda kulipa faini ya bilioni mbili, udhalilishaji wa kimtandao kwa mkurugenzi. E, mwanahabari Nyanda kulipa faini bilioni mbili, udhalilishaji wa kimtandao kwa mkurugenzi. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la wa Machinga, sauti ya wa wanyonge, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tuangazie sasa kwenye gazeti la mwana habari lenye asubuhi ya, ya leo lina habari kubwa inayosema Dkt Gwajima aitaka jamii kuzitumia huduma za ustawi wa jamii kutatua changamoto za kifamilia. Lakini wananchi wa jimbo la Mlimba kumchukulia fomu ya ubunge Neema Hanga. Tume vyama vya siasa serikali kusaini maadili ya uchaguzi. E, tume vyama vya siasa serikali kusaini maadili uchaguzi. Mkurugenzi uchaguzi Kailima Ramadhani asema chama cha siasa ambacho hakitasaini maadili hayo hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi huo. Lakini kipaumbele cha serikali kufikisha umeme kwenye taasisi zote, kapinga asema, e, kipaumbele cha serikali kufikisha umeme kwenye taasisi e, zote. Lakini TRA kuimarisha utoaji wa elimu kwa mlipa kodi, TRA kuimarisha elimu kwa mlipa kodi, lakini kupitia elimu hiyo imefanikiwa kuongeza idadi ya usajili wa kujiwasilimali na wanawake wanaojisajili kwa hiari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwana habari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Lakini kwenye gazeti lako eh, la busati linaandika uchimbaji dhahabu Mbogwe, wamiliki leseni za madini wa onywa wadaiwa kuzikalia wakipiga nazo picha bila kuzifanyia kazi, sasa watishiwa kufutiwa kwa kuikosesha serikali mapato. Lakini mbwa mwitu ni mwindaji katili, hilo ni gazeti lako la Busati, inasema mbwa mwitu e, ni mwindaji katili, lakini hayo ndo maeneo ya urithi wa dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Busati ukurasa wa mbele. Lakini kwene tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, Tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti la klabu sati lenye ninaanza na habari inayosema Yanga haicheki na kima e, Yanga haicheki na kima, kwa mwendo huu ubingwa huu hapa e, ni ina habari inayosema Yanga haicheki na kima e, kwa mwendo huu ubingwa huu hapa. Hilo ni gazeti lako la Busati. Lakini kwa gazeti la Mwanahabari linaandika Mbeya City yajipanga kuifunga Simba. Huyu ni mtandango wa CRDB Federation Cup Mbeya City dhidi ya Simba e, sasa wajipanga kuifunga. Lakini Mukwala abeba tuzo ya mwezi Machi e, Mukwala abeba tuzo ya mwezi Machi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula mwana habari, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inasema Azam, ndio basi tena ubingwa wa ligi kuu. Lakini mmiliki wa Manchester United akutana na, na rais Samia Yanga sasa nguvu zote CRDB EFA. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, lakini gazeti lako la Wamachinga kwenye kuna michezo linaandika mkwala Fadru watu wa tuzo, rais Dr Samia kutana na mmiliki wa Manchester United Ikulu, lakini Dube sasa moto umewaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga, lakini gazeti lako la Jamvi la Habari kwenye michezo linaandika Yanga sasa yataka ubingwa ufungaji bora ligi kuu, lakini Simba yapunguza mashabiki eh, Almasiri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari lakini mpanzu a ambiwa bado yanga tu. Huyu e, ni mpanzu ambiwa bado yanga tu. Lakini gazeti la taifa Tanzania, eh, kwenye michezo naandika Yanga waliwa na mwaikenda kuumia kwa Pakome. Yanga waliwa na mwaikenda kuumia kwa Pakome. Rais Samia kutana na mmiliki wa Manchester United wafanya mazungumzo ikulu Magogoni, Dar es Salaam. Lakini simba ya zoa tuzo zote za mwezi Machi. Eh, simba za to, eh, zoa tuzo zote za, za mwezi Machi. Mnyama ajiondoa michuano ya Muungano, huyu eh, ni Simba Sports Club ameamua kujiondoa kwenye mashindano ya Muungano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo linaandika Miludi amsifia eh, Dube, Yanga kicheko kileleni, eh, Miludi amsifia Dube, Yanga kicheko kileleni. Lakini Kamara afichua siri kuokoa penati Kafu, Kamara afichua siri kuokoa penalti Kafu, Fado ataka sherehe ziishe Msimbazi kwa sababu hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kurasa za mbele, lakini kimataifa Mbappe bado anaendelea kuishika pabaya PSG, ndio gazeti la Nipashe kwenye michezo, lakini gazeti la Uhuru Mpanzo, Mkwala Shabalala, Kapombe waogelea noti na Rais Samia amshukuru mmiliki wa klabu ya Manchester United. Dube awa vita kali, lakini mambo mazuri ya Rais Samia ya mwibua Wema Sepetu, lakini kocha wa Azam ataja sababu ya kufungwa na Yanga. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Dr. Mwinyi, serikali kumpa ushirikiano Idris Alba, lakini waziri Tabia ataka utunzaji wa miundombinu ya michezo. Simba ya geukia Mbeya City FA lakini Samia ateta na mmiliki wa Manchester United. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Gazeti la kula habari naandika Samia amuita tajiri wa Manchester United e, aongeza kandarasi mpya hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Habari leo ukurasa huo wa michezo. Lakini kwenye gazeti lako sasa la Mwana sporti gazeti la michezo asubuhi ya leo linaandika tajiri kaweka bilioni, e, bilioni. Aziki ahesabu siku tu Yanga fei Simba kuna nini, e, nini? Lakini waliopewa uraia Singida wapeta e, Azamu inavyotoka kwenye ramani hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanaspoti kurasa za mchezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la mwanaspoti. Ndio tufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.